Mcheshi anapenda timu yake, anapenda furaha yake, na ndio maana unaona yani anapenda amani kwenye timu yake. So mi naona kufanya naye kazi kwangu, yani siwezi nikamwongelea sana, lakini ni mcheshi, anapenda timu. Ukiwa kuna jambo lolote, ndio unaona tunaalikwa kama hivi, maalika anatembea. So ni mtu ambaye yuko peace peace, sir. Mimi au nikija kuona familia yangu ishi maisha haya. Sisemi maisha maisha yetu yalikuwa mabaya sana sana, lakini hayakuwa mazuri kihivyo na mimi sikupendezwa nayo kwa kipindi hicho. So napambana, kutokana na maisha yangu yaliyopita, yananiinspire sana kuendelea kupambana, kwa sababu kila siku natamani kuwa na maisha mazuri lipiuu mbao otana nalo kilikumbuka nasema kwa na sema Mungu asante nimeweza kujikuta nafasi h. Uh, stori yangu mimi ni ndefu, nikisema ni kwa nisimurianaeza kakesha. Lakini eh, mimi na mzazi wangu mmoja tuliambia huko Dar es Salaam, mama wangu before, beo kabla ya kufariki so kha, alipo anza kuumwa nilipitia wakati mgumu sieleweki, nabidi nikakae kwa nani, mara nianza kutafuta sehemu ya kukaa so yale mazingira alinifanya aisee, sitaki aishi mazingira kama haya. Nikiwa bado nipo shule nilikuwa na anza kuhangaika, sijui hapo nitakaa wapi ama nani atanipokea. Na unajua kila nyumba unaenda kuishi ina, ina sheria zake. So, sometimes mtoto anaweza sichutiwe sawa na watoto waliokuwepo hapo. So nimeishi kwenye hayo mazingira na nikasema sitamani tena kuja kuishi hapo. Nilipomaliza shule nikasema nitakuwa serious kwenye kazi yangu na kwenye karia ambayo naiamini na nitafanikiwa. So moja ni story ndefu, lakini kwa ufupi <coughs> mimi nilikuwa nimesomea science. By the way, nilikuwa natamani sana kwa electrical engineer, lakini unajua sio kila kitu kilikuwa kinapanda. Physics, ilikuwa ipandi, mathematics haipandi, so niliofika form 4 nikasema N -n -n, sijioni, sijioni kwa electrical engineer. <coughs> Wacha ni, ni stick kwenye kitu ambacho watu wameni recognize nacho na wamenipenda nacho. Sasa hivi unasimama kama dancer ambaye unajitegemea. Alikiba karibuni. Na leo ni kama unafanya kwa mkataba au unafanya kama kukiwa na mchongo na nini, na vingine ikasawa hapo. Unafanya kazi na Alikiba kwa mkataba, mm -hmm. Unafanya kazi uh, na Alikiba I mean, au unafanya kazi na Alikiba pale ambapo ukiwa kuna kazi. Mimi sijawai kuwa chini ya msanii wote. Sijaikuwa na mkataba na msanii wote. Kutoka naanza kufanya hii career mama, makubaliano ya mimi na msanii msanii ni ni bwana bwana unapokuwa na kazi kazi unalipa. Sijawahi kupata mkataba wa, wa bwana wewe ni dansa ongula, makamia kabi, makamia kabi, makamia kabi, kwa msanii yoyote, kama kwa yoyote ama management, kuna kuna I don't think so, si labda mm, nah, lakini as for me sijawahi tuna msa, wasanii wote nafanya kazi na makubaliano anapokuwa na kazi unananipa kazi pesa yangu ni pa ya, tunapeana kazibda siani kama kuajiliwa ni bora mpachaba, dancer, si kuku, kuku. Kwa mimi kwa experience yangu, kuajiliwa sio vizuri kwa sisi. Hapa tunategemea kipato chetu kutoka kwa wasanii ni kidogo sana sana sana, hiyo ili uweze kupata pesa nyingi, lazima ufanye kazi na wasanii wengi tofauti tofauti, so siwezi nikamshauri dsa

Ya uh, manufaa yanakuwepo kwa sababu msanii na densa tunategemeana, kwa sababu wasanii wanatangulia kuwa wakubwa kuliko densa, so imekuwa na manufaa makubwa sana kwa upande wangu, kwa sababu watu wengi kwa muda mrefu wamekuwa wakinitambua mimi kama densa wa msani fulani. I'm not saying kwamba was, madensa wasifanye kazi na wasanii no. Kwa sababu unapofanya kazi na wasanii wengi zaidi ndo unakuwa relevant na unazidi kukua kwa sababu tunategemea, densa anahitaji huduma yangu na mimi nahitaji msanii atoe nyimbo ili mimi niweze kufika sa flani, so manufaa yanikoefu sana sana, big time yeah. Kuna namna, kuna kitu zimepungua, sisi meacha kufanya kazi labda like na na Zuchu na, um, na, kama ndi vitu vingi sana maybe kuna zile connections zilikuwa zinaita kwa marafiki kwa watu wa karibu labda zimekata, kwa sababu ufanye kazi na mtu ambaye I don't think kazi kazi kazi yangu yangu ilikuwa imekuwa attached na mtu yeyote. Ni kazi yangu. So watu wananiita kutokana na unahitaji huduma wangu. So far mimi kwa upande wangu kila kitu kiko sawa. Mishemishe zangu hazijawahi kukwama popote. Uko sawa na uh, Zuchu kana labda na wasijana, kwa sababu na, of course, ni washikaji. Mara mimi sita kuongelea sana, lakini sina shida, sina shida sawa, na hapo hatuna shida kuna wakati mtu anaweza kuwa anafanya michongo fulani sehemu fulani, alafu kaja ukachomoka ile sehemu kaenda sehemu nyingine, michongo ikazidi kuwa mikubwa zaidi, nikimaanisha kama ni pesa ni nini, nafasi zinazidi kufunguka zaidi. mm. since made liko kwa kule na sasa hivi naonaje? Basi ndio sasa hapo ndio kunchonganisha, hiyo nimewaachia mashabiki. Mashabiki ndio wasema bwana, Angel walipokuwa wanafanya kazi na mtu fulani alikuaje au amechunda, afanya hiyo nimewaachia nyinyi. Nyinyi ndio nabidi mseme Angel amechunda au anafanya vipi kuna hmm, kuchunda, kuchunda ndio sinakopogio bwana, hautafanikiwa, tunakupa miezi kadhaa. So hiyo nimewaachia watu. Mimi mwisho wa siku napenda kazi yangu iongee sana kuliko rumors za nyuma. Sina shida na mabosi wangu walopita, sina shida nao kabisa wata kakwambia hata chukua muda wakachunga kama ambavyo nasema no. kwani hao, kuna msanii ambaye ya ya hajaifanya hao maneno? Nadhani mwenyewe mnayonaga, kuna msanii ambao wanaambiwa hivo so, ni kitu cha kawaida kwa sababu pengine watu wengi wamezoea me, wa kuniona mimi, lakini hawajui enje hustling zake zinaanzia wapi, lakini mimi uacha kufanya kazi na wasanii. Hustling zangu ni tofauti kabisa, yaani mishemeshe zangu, kusafiri kwangu kwenda kufundisha nje, kujai kuingiliana na msanii. So, vitu vyangu vipo kama sa mm. mm. mm. naendelea kupambana na gani okay. okay. kwa sababu huku nje watu wanasema Mwamba ni anaringa anajishaua na nini. <coughs> wkuenee karibu sane kazi, lakini pia kama ambavyo nasema, haufanye kazi naye kwa mkataba, ile tu mchongo umetokea simu meita video nataka kushutia unatavidansa. Simu meita Mwamba ni mtu ni, ni mtu poa, mcheshi, anapenda simu yake anapenda sura yake, na ndio maana unaona ana yani anapenda amani kwenye timu yake. So mimi naona kufanya naye kazi kama siwezi kamwongelea sana, lakini ni mkeshi, anapenda timu. Ukiwa kuna jambo lolote ndio unaona tunaalikwa kama hivi mwalika anatembea. So ni mtu ambaye yuko peace, peace sana. Labda mm uko no. az haijai haijai tokea, lakini tokea, lakini I don't wish it, lakini sidhani kama kuna hiyo sababu tafanya, labda kwa sababu ni kazi tu. Mimi kazi yake I hope nafanya vizuri kazi yake yeah. So sitamani kuharibu kazi yake, maana tutakosana wapi tena kwenye kazi? Obviously hizi safari ambazo njenyiji anasafiri kwenda nchi mbalimbali kwa ajili ya kufundisha, lakini pia kukutana na watu tofauti tofauti, ambaye anahusika nyuma aid, hakuna mtu yoyote anayehusika nyuma, sijai kwa, sijawekuwa nda management, sijawekua nda mtu yoyote, sina msanii sipi mi, sina manager amna mtu yote ambaye asheni mimi, kila kitu ni mimi na watu wangu wa karibu. Kama mimi nataka kwenda nchi fulani, kuna mtu labda ninatafuta connection ya mtu ambaye atanialika huko, tunaenda tuna tuna share sometimes, tuna share cost, lakini tukishapata profit tunagawana, bwana, nilitumia kiasi fulani hivyo. So amna mtu am yoyote nah. <coughs> Inategemeana, kuna klasi nyingine unachaja ni laki mbili pa session labda mbili yani wanalipia um, nore, um, watu wanalipia hadi laki tatu. Kwa mfano nilivyoenda Nory tulifanya classes za siku mbili, watu walilipia kama laki tatu na hamsini kwa hizo classes. Ukita classes. Kuna kwa ukitaka kuhudhuria classes kunakuwa kuna package tofauti tofauti labda tutaofa class nne kwa hizo klasi nne unaweza ukazilipia klasi mbili kama unataka hizo siku ya kwanza, labda itakuwa labda ni half of the price, ama ukitaka kulipia full pass, unalipia, I think mwisho ama laki tatu na hamsini kwa hizo klasi zote za siku mbili, so inategemeana. So, kuna nyingine kama elfu themanini kwa class, kuna nyingine afika elfu thelathini kwa class, hamna chini ya, ni kuanzia hapo. Moja ya kitu ambacho nadhani sipo kuuliza la mwisho yeah. Nisipokuuliza nadhani pia uh, inaweza nikaulizwa uh, mimi. Wewe kumuuliza, lakini pia kwa sababu nadhani wengi kwenye ua eye mtandao na nani kama k umefikiri kuwa haukuwa unajua sababu iliyopelekea kuacha kufanya kazi na Zuchu. Kwa nini happen pia Uh, uh, singependa kuliongelea sana kwa sababu sio kitu ambacho yani ningependa kukiongelea sana. Kinaleta mtazamo tofauti, watu wengine mara wanasema, ukiongea unatafuta kiki, just move on, fanya maisha yako. So kwangu mimi right now, naona bora tu nifanye kazi zangu, sianze kuongelea mambo yaliyopita. Yamepita, yamepita, yamepita. Kama itakuwa imenishika imenitouch sana, labda kuna mtu ameniongelea sasa, labda naweza nikaliongelea, lakini kwa sasa naomba ziliongelee Sihitaji so kiki kwenye maisha yangu, am okay. Yeah. Mm, no comment. Okay. Kuna kaka dansa wa nani? Dansa wa nani? Dansa ni wachino. Wale majina wao wanachanganya. Alivo huko kwenye mahusiano na enjinili mm, akajing'atang'ata lakini, kwa namna ambavyo mtu ukiunganisha dot nasemaake. Okay, um, dot gani ambazo ulizoziunganisha? alikuoaaahkuata kaiwa a kai na so the issue is, sisi sote tulipata kazi Rwanda, tulipiana kazi na tukaona ni kitu kizuri tukishirikiana kwenye kufanya video. Tumefanya video, watu wakaipenda, wakaanza wakaanza ku kizungu maybe you guys napendeza kwenye interview I think alijingata tu mtu kamuuliza, kwa hiyo unampenda sasa, atasema ananichukia. I think hiyo, so, swali labda watu ndio wame wamelitafsiri vibaya so, yeah. pesa kiasi gani kwa challenges? waje tu DM tutaongea vizuri, waje DM kwenye email. Pesa zina ile za kawaida, wanaweza kuzimudu, ni kwamba tu wafungue mimi mioyo. Jamani, sasa hivi tuna promote nyimbo, inabidi watu walipwe wanao promote, ila pesa ni ya kawaida ionbhuko tunaweza tukafikandionategemea nanataka nini? Kuna mtu mwingine anataka kumpromote nyumba yake mwezi mzima, kwa hiyo nitachaji laki moja so yeah, inategemeana na yeye anataka nini. Asante. Labda nataka kufanya nini, malengo yangu ni hapa ke okay, malengo yangu uh, mimi natamani sana watu wangu wa karibu wakuwe yeah, especially dancers na, na, na, na, na believe kwenye kushirikiana as dancers. Na siku hizi tumekuwa tunategemea sana social media dancers. So natamani na wao wafikie, yani, dancers watambulike, timu yangu itambulike, sio tu timu yangu, dancers wa Tanzania watambulike ili gigs ziwe ni kazi zio nakuja kwetu. Sana watu wengi wa Kenya wanapokea sana kazi kwa sababu tayari wako wakubwa kwenye social media. So natamani watu wangu wa karibu wakuwe, ili tu tunapokea madeals mengi ya kupromote nyimbo, kupromote campaigns na influencing job. So hicho ndio ninachokitamani na nimetia nguvu sana huko. So waendelee kusupport mimi na timu yangu na dancers wote, tunahitaji hiyo support right. Asante.